Mwisho wa majibu ambayo tumekuwa tukijiuliza sana ni Mzee Malinyi, kipenzi cha mashabiki wa soka hapa nchini, na tumekuja siku ya hii leo kumtembelea kwa ajili ya kuhakikisha kuwa tunazungumzia mambo mbalimbali, ikiwemo taarifa ya wekundu wa Msimbazi Simba hapo jana, baada ya kusema mashabiki na wanachama wajae KMC kwenye mchezo wa mwisho wa kufunga msimu. Licha ya mchezo wa dabi ya Kariakoo kusogezwa tarehe ishirini na tano, hii inaonyesha wazi ya kwamba Simba hawatacheza mchezo huo. Mzee Malinyi, nzuri kabisa. Habari za kwako? Umeamkaje? Umeamkaje? Karibu. Salama, salama kuelekea kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya Kagera Sugar wanasupa ku ukumbi ikiwa kuna mchezo dhidi ya Young Africans ambao unawasubiri mbele yao, lakini wao wamesema ya kwamba mchezo huo ndio mchezo wa mwisho wa kufunga duru msimu huu kwa mwaka 2024 2025. Mna maana gani kusema mchezo wa mwisho ikiwa bado na mchezo wa dabi ya Kariakoo mnamo tarehe ishirini na tano? E, kwa taratibu za soka tuko sahihi. Hmm. Tuko, tuko, tuko sahihi. Hmm. kwa taratibu za soka yeah chombo kilichopewa zamana na FIFA kwa sheria za mpira na kanuni za mpira duniani, mechi ya mwisho ni kesho, ni kesho. Tuko sahii kesho, mechi na Kagera iko, tuko sahii. Mechi iliyokuwa ya hii waliosema tarehe 25, sisi hatuitambui. Hii ilikuwa tarehe 15, kwa hiyo imefutika, haikuchezwa sawa, si haijachezwa mechi, ili, ili, ili, ili, ili, ili, mechi ilikuwa imevurugika. Sisi mechi yetu ya mwisho ni kesho. Sawa so, sawa kwa sababu hata hiyo tarehe 25 chombo cha mpira hicho kilichopewa na mamlaka ya FIFA duniani kuongoza mpira Tanzania kusimamia sheria na kanuni hakija toa tarehe hiyo, tarehe 25 tano. Umesikia bodi ya ligi imetamka hiyo au TFF wamepanga tarehe? Bodi ya ligi ndio imesogeza mchezo uh huo uh -huh. Hatuna taarifa ya bodi ya ligi, unaweza kunionyesha barua yote ya bodi ya ligi inapeleka kwa vilabu Simba na Yanga kwamba kwa kuwaarifu mchezo namba 181 namba 184 utapangwa tarehe 25. Kwa hiyo ninyi mnataka nini sasa ili mchezo uweze kuchezwa? E, sisi tunachokitaka madai yetu madai ya msingi kabisa, kwanza hajashughulikiwa hata ile tarehe kumi na tano tulikubali tu kwa sababu busara, sawasawa, kwamba bodi ya ligi walisema watakuja kuyashughulikia baadaye. Lakini sasa hivi kwa sababu mwenyekiti ameshajiuzuru, tunajua bodi ya ligi tena itakuwa haipo, na wale walikushughulikiwa, TFF na bodi ya ligi washughulikie yale madai yetu ya kwanza. Dai letu la kwanza tuliwaambia, tarehe nane, tuligoma kwenda kucheza mpira ile siku ya tarehe nane, kwamba tunataka wale wahuni wote waliokwenda pale uwanja wa Benjamini Mkapa watiwe nguvuni kwanza, watiwe nguvuni alafu wamtaje huyo kigogo aliyowaamrisha wa kwamba wakafunge milango pale Simba hawaingii ni nani? Lakini mnatambua ya kwamba e, soka letu limeingizwa katika uchunguzi dhidi ya uh, wapelelezi kutoka FIFA, mnapoendelea kuzua mambo juu ya mambo, ikiwemo mchezo unakaribia amoni ya kwamba tutakwenda kuleta athari kubwa kwenye mpira wetu wa Tanzania. E, tunavuna tulichopanda, tunavuna tulichopanda huyo kigogo ndio kasababisha haya yote, huyo kigogo huyo huyo kigogo anayefichwa huyo anayefichwa, yeah. ndio maana tumesema wamuweke hadharani, tunamuomba Alikamu, msemaji wa Yanga Afrika, tunamuomba Asmani Kasongo, Fi TFF wawaite hawa kwenye kamati ya nidhamu watutajie kigogo, si kwa sababu kwamba adhibiwe, tunataka tutajie kigogo. Alafu yeye kigogo sasa, sisi wananchi ndio tucheze naye huyo kigogo huyo, aliotufikisha hapa mpaka tunakuja kuchunguzwa kwa hata mpele, tukifungiwa, huyo ndio atabeba lawama zote a jasho lote la hichi kinachotokea yeye, na pengine ni mheshimiwa. Haiwezekani eh? Mheshimiwa hawezi kutoa amri kama hiyo yeah. Mheshimiwa hawezi kutoa, kuna watu hapa katikati hapa yeah. Kuna watu hapa katikati yeah. Tulisema yeah, kigogo yatajwe yeah, iwe ni waziri, awe ni mkuu wa wilaya, awe ni mkuu wa mkoa, sawa sawa, tutajiwe ili na sisi sasa na sisi tutoe sisi ambao tulioathirika tuli kufungiwa milango kanuni endo kavunja na ii ndimetufikisha na, na sisi tupeleke malalamiko yetu kwa mheshimiwa, huyu mtu uliotuwekea hafai kwa sababu umempa kiti, yeye ndiye anakuja kuumiza watu. Na sasa leo angalia, tunapokwenda mpira unapokwenda, tumeshaletewa hapa kuchunguzwa, FIFA wako wameanza kazi juzi. FIFA na CAF wako hapa, kitakacho kuja Tutavuna tulichopanda huyu kigogo, nyinyi mnaendelea kuzua kuzu magumzo ikiwa mnasabidisha ndo mchezo wa mwisho e, kwamba tarehe 25 ni kama mnataka kuingia mitini. Hatuendi, kwani tumeshatoa tamko hilo. Hatuendi na hakuna kupeleka timu mm, na hakuna kupeleka timu sawa. So, sawasawa, kiongozi yeyote atakayepeleka timu kitakachotokea hiyo tarehe 25 basi ajue atabeba at, yani yeye mm, atabeba lawama zote na atabeba jasho la wanasimba kitakachotokea siku hiyo. Wananchi wanasema mlisema mpanzo mpanzo, mnamo mama matarehe na mamiezi sasa. Mm. wanasema njoi ni naye siku ya tarehe ishirini na tano ili aende akaonekane uwanjani. unapotaka kula kuingia eh, mitini ni kama mnawachanganya wananchi. Wana, wanasema njooni, leteni timu kumalize msimu salama. hakuna lazima, lazima ujue Yanga kwa nini kumi na tano wakuja kwanini waligoma kumi na tano na kwa nini waligoma amri ya waziri wa michezo maka, waziri wa michezo anateuliwa na mheshimiwa rais, na anapokwenda pale maka ametumwa na mheshimiwa rais. Lakini waligoma kwa sisi tunafuta ratiba, sisi tunafuta, tunafuta sheria. Sawa, atuende kucheza tarehe 15. Leo kilichofanya wakubali, leo kilichofanya waende White House sawa, sawa. Kule wakakubali tarehe 25. Kuna kitu gani anachokiweka tarehe 25? Tunasema hivi, hatuendi mechi, <mimu> yeah. yetu hiyo atupangie mechi kama rafiki, sio sio kukata point, tuende kama tunakwenda kucheza bonanza pengine tukachangie pengine watoto yatima, hilo tutakwenda, lakini sio kutuambia tunakwenda kucheza mchezo wa ligi 184 aa, pengine kwa amri yake. Bingwa patikane vipi msimu huu eh? Bingwa patikane vipi? hivyo hivyo watakavyojua wao. Sisi tunamaliza kesho, yeah, na yeye amalize sawa, yeah, sawa, hasa wao wenyewe hao wanaoendesha mpira TFF, na hiyo bodi ya ligi, wao watajua. Nani alio nani anatakiwa kuwa bingwa nani anatakiwa kuwa bingwa basi mashindano yanatakiwa Bas. yatamatike mapema ikiwa kuna e, kipindi kitafikia kapo atahitaji majina ya vilabu ambao vinatakiwa kushiriki mpaka hivi sasa kuna msuguano ligi ikiwa haijafikia ijafikia hatima nini ambacho yeah. kitaenda kuupata mpela wetu wa Tanzania nimekuambia tunavuna tulichopanda kupitia kigogo tunavuna tulichopanda kupitia huyo kigogo sawa hizi lawama zote na balaa zote Pumba hizi ametuletea huyo kigogo. Huyo kigogo tunamtaka jina lake litajwe, kigogo atajwe ili abebe mzigo wote, mzigo wote eh, tunataka upate wa Tanzania kupitia kwenye chombo cha mpira FIFA. Yeye ndiye atakuwa abebe, hapa ndipo alipotufikisha. Ni busara sasa mtacheze kuepusha mambo mengi. Hatuna busara kama mwenzetu, alisema busara hakuna, mwenzetu alishasema ananyoka, afuate busara. Sisi tunafuataje busara sisi tunafuataje busara? Hakuna busara, sisi hatuwaigi, tufuate utaratibu tufuate utaratibu, sawa sawa. Mpira haupangwi na serikali, mpira unapangwa na bodi ya ligi na TFF, kwa sababu wao ndio waliopewa kusimamia kanuni na sheria za mpira Afrika. Huu ni muhimili unajitegemea, sawa. Unaona sheria zake, serikali hawaingilii. Kwa hiyo ndio bado tumesema hivi mechi tunayoitambua sisi ilikuwa tarehe 15. mechi tunayoitambua sisi ya mwisho ni ya kesho, tunakwenda kumaliza ligi sawa sawa, tunakwenda kwa program. Tunakwenda kumaliza ligi, tunawaaga wachezaji wetu, tunawaaga makocha waende wakapumzike, waiachie kamati ya usajili ituletee vyuma vingine kwenye kujazia na kila kitu kwa ajili ya msimu ujao. Mzee Malinyi, unataka kunihakikishia wewe ni, ni miongoni mwa e, mainfluencers wa mashabiki na wanachama wa Simba ambaye unaunga mkono na kuambia mashabiki walioko mikoani wasisogee Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo wa tarehe 25 wanakuja kufanya nini? Angalia, wanakuja kufanya nini? kama wanakuja kutembea jijini kuja kuangalia magorofa hiyo, yeah. Shauri yao yeah. lakini kama wanakuja kimpira yeah. Mpira hamna yeah. Mpira hamna. Wao kama wanakuja wao, kama wanakuja yeah. Sawasawa, wao kama wanakuja kutembea Dar Dar es Salaam. es Salaam jiji zuri ujue, kila mtu anapenda kuishi Dar es Salaam. Hatuwazuii, ni haki yao ya msingi. Ni kama kunaweza kwa kuna adhabu yoyote za kisheria zitachukuliwa hiyo hapo, msipokuleta timu mnamo tarehe 25 kwenye mchezo nambari 184. Adhabu gani tena, tena hili unalosema hili sasa, hey. hili hilo ndio litakuwa kubwa zaidi hilo. Yaani hilo litakuwa kubwa zaidi. Hilo <coughs> litakuwa kubwa zaidi unasema wako hapa FIFA hey. Sasa wewe hey. chukua adhabu nipe adhabu hey. toa pointi hey za mchezo wa tarehe yeah. 25 ndipo wapo sasa na sisi tutazidi kuchomeka vitu vyetu hapo kwa FIFA. Mpira umepangwa na nani? Yeah. Mpira umepangwa na nani? Tarehe setu ijue 25, si tarehe yetu, ilikuwa tarehe 15. Na ninyi mtapigia mgongo wa FIFA kudai haki yenu. Kabisa. Si ndio utaratibu? Yeah. Na kwenda kuangamiza mpira wetu. Eh, kabisa, kwani mpira sio changamizwa? Yeah. Mpira umeshangamizwa na kigogo Kigogo amesha uangamiza mpira kwa sababu ya kuwabeba Yanga Afrika. Yeah, aliposema isifunguliwe milango. Yeah. Na huyu atakuwa lazima machama wa Yanga huyu, kabisa. Huyu ndio tunamtaka, kwa sababu yote anayezunguka kina Mguto. Yeah, sijui kuwakuta kina Kasongo, sijui wakina Alikamwe huku wote. Yeah. Eh, hawa wanabeba wa, wa, wa mbuzi kwenye gunia tu. Huyu kigogo ndio sababu kubwa huyu kigogo, ili kwa sababu ya mapenzi yake ya kuinufaisha timu yake Young Africa, ndicho tunapofikia hapa sasa, ndipo hapa alipotufikisha yeye. Huyu kigogo huyu ndiye atakua bebe lawama zetu zote kwa jasho na damu. Kigogo ndiye atakua bebe lawama zote kwa jasho na damu. Kama sio kufunga milango tusigefikia hapa leo tulikuwa tunajua tarehe nane tukwenda kucheza, aliyefungwa nani, mpaka dakika tunajua amalize mechi yake, nani awe bingwa. Lakini ametuleta kwenye mizozo mikubwa, hatujui nani bingwa. Kigogo tunamtaka kigogo atajwe. Mheshimiwa na, na, hawezi kutamka kitu hicho. Nasema hivi mheshimiwa ana mambo mengi, ni hawa chini chini tunawajua. Nasema hivi, na, na hivi mheshimiwa hawezi kuingilia kusema funga milango pale, mheshimiwa hawezi. Hawezi. Hawezi, ana mambo mengi ya wa Watanzania, watu milioni sabini njaa marazi yote ni yake yeye, hawezi. Kakaita akaanza kupiga simu funga milango, hawezi hichokitu. Kuna watu hapa katikati hawachomoki, wa hao wanne hao. Malinyi, weka nukta, kwa nini lolote, ama ujumbe wote ambao unataka kufikisha kwa umma mashabiki na wanachama kwa ujumbe, na wapenda soka hapa nchini Tanzania eh, ujumbe na mashabiki kwa umma, kwanza naufikisha kwa wanasimba kwamba twende kesho KMC tukajaze uwanja KMC, sawa sawa. Twende tukashuhudia tuk, tuk, tuk, mchezo wetu wa mwisho kesho, tumemaliza sawa so, sawa so. pia kwa hao vigogo nao vile, vile wenye kupenda kuleta machafuko kama haya, hatuwahitaji. Mpira wetu ni mkubwa, Simba tunafanya kazi kubwa sana kuufikisha mpira huu hapa, sawa so. Unajua watu wanafikiri masema masiala hapa mpaka kufikia hapa mpira huu Simba in, tunafanya kazi kubwa, tunajituma kwa jasho na damu kutafuta maendeleo haya. Alafu wanakuja watu tu wanatafuta tu ukubwa kwa lazima kwa kuwatumia watu wao pini kwa madaraka yao ndio wanaoharibu mpira wasifikiri ilip, ta, tulipofika tanzania hapa sawa tulipofika tanzania simba kuwa ya tano ha, tanzania tanzania nafikiri ilikuwa ngapi ya sita sit ya tano tumemshusha tunisia kitu cha kawaida tunateseka watu tunaandaa timu tunafanya kazi kubwa afrika simba kufikia mpira huu leo watu wanataka kuturudisha kwenye nafasi ya elfu moja sasa tunaomba vitu hivi visiwepo Sawa, visiwepo na hatua kali zichukuliwe kwa huyo kigogo. Hata kigogo, kigogo atajwe. Kigogo tunamteka kigogo, yote katuletea ya kigogo. Huyo kigogo nani anafichwa? Kigogo ni nani? Ameshakufa. Mbona hatajwi? Kigogo kigogo. Kigogo pote tu kigogo. Kufungi, tukifungiwa Tanzania tukifanyaje? Yeye ndio kubeba lawama hizo kigogo. Yote ndio kasababisha hiyo kigogo. Na imani ujumbe utakuwa umefika na nichukue wasaa huko kushukuru na kwa niaba ya mashabiki wote ambao wanakufuatilia. Asante sana. Shukrani.